Hujambo na karibu sana. Leo tutazame kwa undani mgogoro wa kisiasa unaofukuta nchini Tanzania, na tutaanza na kisa cha ajabu sana, kisa kinachotuonyesha jinsi ulimwengu wa mitandao ya kijamii ulivyogongana na harakati za kidemokrasia. Sasa hebu tulitazame hili swali kwa makini: inawezekanaje challenge ya TikTok, kitu cha burundani tu, kugeuka na kuwa chanzo cha mashitaka ya uhaini? Inasikika kama mzaa, sivyo? Lakini jibu la swali hili ndilo hasa linatupa picha kamili ya mgogoro huu. Huyu ndiye Jennifer Jovin au kama wengi wanavyomfahamu mtandaoni Niffer. Fikiria ni mfanyabiashara, ana miaka 26 tu na wafuasi zaidi ya milioni mbili, lakini maisha yake yalibadilika ghafla alipokamatwa Oktoba 27 mwaka 2025, yani siku mbili tu kabla ya uchaguzi. Na sasa anakabiliwa na adhabu ya kifo. Ok, sasa swali ni kosa lake ni nini hasa? Mashitaka anayokabiliwa nayo ni mazito mno, na yote yanatokana na kile alichokuwa anafanya kwenye mtandao. Hebu tuangalie mashitaka yenyewe. Kwanza, alishiriki kwenye trend ya TikTok akitumia maneno ya kampeni ya rais. Pili, anatuhumiwa kwa kuchochea vurugu Tatu, inadaiwa aliwashawishi waandamanaji wanunue vifaa, yaani barakoa za gezi kutoka kwenye duka lake. Na mwisho, mashtaka yote haya yamekusanywa pamoja na kuunda shitaka kubwa la kula njama za kufanya uhaini. Yaani kutoka video ya TikTok hadi uhaini, ni jambo la kustaajabisha jinsi mambo yalivyounganishwa. Ili kuelewa kisa cha Nifa vizuri, ni muhimu kujua kwamba hakikutokea tu peke yake ni sehemu ya picha kubwa zaidi, picha ya tukio la kitaifa lililokuwa limejaa mivutano na hapa nazungumzia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Asilimia tisini na nane. Hiyo ndio namba iliyotangazwa kama ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan, ushindi wa kishindo bila shaka. Lakini unajua ushindi huu ulikuja wakati ambapo mazingira ya kisiasa yalikuwa tayari tete, huku baadhi ya wa wapinzani wake wakuu wakiwa wamezuiwa kushiriki au hata kufungwa jela. Na hapa ndipo tunapoona mgongano mkubwa wa mawazo. Kwa upande mmoja serikali inatangaza ushindi mkubwa, lakini kwa upande mwingine Umoja wa Afrika kupitia waangalizi wake unakuja na ripoti tofauti kabisa. Wanasema waziwazi, uchaguzi haukuzingatia kanuni za kidemokrasia. Hizi ni kauli mbili zinazopingana kabisa. Sasa, baada ya uchaguzi huo wenye utata na maandamano kuanza, serikali haikukaa kimya. Walichukua hatua za haraka na za nguvu hiki kilikuwa kama kionjo tu cha ukandamizaji mkubwa uliokuwa unakuja. Hebu tuone jinsi mambo yalivyotokea kwa haraka. Siku ya uchaguzi, 29 Oktoba, maandamano yanaanza. Siku hiyo hiyo, pum, mtandao wa interneti unazimwa nchi nzima kwa siku sita. Kufikia Novemba, ukamataji wa watu wengi unaanza na si watu wa kawaida tu, mamia wanashtakiwa kwa uhaini, na kufikia tarehe 8 Novemba, viongozi wakuu wa upinzani wanaanza kusakwa. Ni wazi hali ilizidi kuwa mbaya kwa kasi sana. Okay, hebu tuichambue hii kama mkakati wa hatua nne. Hatua ya kwanza, zima internet. Ukifanya hivyo, unadhibiti mawasiliano. Hatua ya pili, weka amri ya kutotoka nje, hivyo unazuia watu kukusanyika. Tatu, tuma jumbe za maonyo moja kwa moja kwenye simu za watu, unawajengea hofu na hatua ya nne na ya mwisho, nenda moja kwa moja kwa viongozi wao. Lengo la haya yote kudhibiti kila kitu, taarifa na watu. Basi, matokeo ya yote haya ni nini? Kwa bahati mbaya, ni hasara ya maisha ya watu. Lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa magumu zaidi, kwa sababu hata kujua ni wangapi walipoteza maisha imekuwa ni mzozo mkubwa na ripoti zinatofautiana sana. Hebu angalia hizi namba. Serikali inasema ripoti za vifo zimetiliwa chumvi sana, bila kutoa namba yao. Chama kikuu cha upinzani Chadema kinasema zaidi ya watu elfu moja. Na kisha una makundi zaidi ya 40 ya haki za binadamu barani Afrika. Wao wanasema idadi ni angalau elfu tatu na wanazungumzia hata uwezekano wa makaburi ya halaiki. Sasa ipi ni kweli? Hilo ndilo swali kubwa. Unajua nyuma ya hizi namba zote kuna hadithi za watu halisi. Mfano ni Master Tindwa. Wengi wanamkumbuka, alikuwa mtangazaji maarufu wa michezo, mtu aliyependwa na wengi. Hakuwa hata kwenye maandamano, alipigwa risasi na kuuawa akiwa mlangoni kwake tu. Kisa chake kinatukumbusha kwamba hizi siyo takwimu tu, ni maisha ya watu. Sasa yaliyokuwa yanatokea Tanzania hayakubaki Tanzania pekee. Ulimwengu ulikuwa unaangalia, na sauti za kulaani zilianza kusikika kutoka kila kona, huku wanaharakati, hasa wale walio nje ya nchi, wakionyesha ujasiriri mkubwa. Na mfano mzuri wa ukaidi huu ni Mange Kimambi. Huyu ni mwanaharakati anaishi Marekani na serikali ya Tanzania inataka arejeshwe nchini ili ashtakiwe, lakini sikiliza majibu yake. Anasema serikali ya Marekani itawacheka kama wajinga mlivyo Nimevunja sheria gani ili Marekani wakabidhi mimi kwenu? Ni kauli inaonyesha wazi kuwa haogopi na si yeye peke yake. Ni kama kwaya ya sauti za kimataifa zilizoinuka. Amnesty International, Human Rights Watch, Umoja wa Mataifa, wote wanazungumzia matumizi ya nguvu, ukandamizaji na mauaji. Hata ndani ya nchi, asasi za kiraia na viongozi wa dini kama Askofu Bagonza wameonya serikali. Wote wanasema kitu kimoja: haki za binadamu zinavunjwa. Ili kuelewa uzito wa haya yote, ni lazima tuelewe neno hili. Uhaini nchini Tanzania. Sheria inasemaje? Inasema uhaini ni kukusudia kuvuruga uchaguzi kwa lengo la kuitisha serikali. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kitendo kama maandamano au hata maoni mtandaoni vinaweza kutafsiriwa kama shambulio dhidi ya serikali na adhabu yake ni kifo. Ingawa hawajanyonga mtu tangu mwaka 1994. Basi tukitazama picha yote tunaona safari ya kutisha. Kilianza kama mzozo kuhusu uchaguzi, lakini sasa kimegeuka kuwa ukandamazi mkubwa, pengine mkali zaidi kuwahi kushuhudiwa Afrika Mashariki kwa miaka mingi. Mstari kati ya kutoa maoni yako mtandaoni na kuwa mhalifu umefutika kabisa. Na hili ndilo linalotuacha na swali la mwisho. Na pengine muhimu zaidi: ikiwa challenge ya kufurahisha ya TikTok inaweza kuwa sababu ya wewe kushtakiwa kwa uhaini na kukabiliwa na adhabu ya kifo, je, mustakabali wa uhuru wa kujieleza hasa katika ulimwengu huu wa kidijitali ni upi? Tujiulize, upinzani una nafasi gani katika mazingira kama haya?